Mara ngapi leo vijana wanafanya kamari kwenye betting zao, mechi ya mpira, timu fulani na timu fulani, anaingia na beti. Ni kamari, ijapokuwa tunajidai kwamba kubadilisha majina eh, bahati nasibu, jaribu bahati yako. Hiyo ni kamari na ni haramu. Tuanasihi vijana, mambo ya betting, kubeti haifai, ni haramu. innamal khamru wal maisiru hakika ulevi na kamari, wal ansabu na kuabudia masanamu , wal azlamu na kupiga ramli, rijisun ni uchafu, mina amali shaitan, kutokana na vitendo vya shaitan, fajtanibuhu laalakum tuflihun, basi jiepusheni navyo vitendo hivyo ilo ili mpate kufanikiwa. Sasa wewe endelea kufunga mabaa Ramadhani Alafu ikimaliza Ramazani, fungua mabaa, watu walewe. Alafu subiri, ukiondoka duniani utafanywa nini mbele ya Allah? Jambo Allah kaharamisha kwa nafsi ya uwazi na Mtume sallallahu alayhi wasallam akazungumza kwa uwazi. Leo hii mwanadamu unapata ujanja gani wa kuingiza ulevi katika miji, wa kuhalalisha ulevi? tena wakati mwengine tunatia ujanja aulevi huu mbona hauna tatizo? huu huu umepimwa, umefanywa kwenye viwanda, ukapitishwa TBS, kwa hiyo ni kinywaji safi kwa wanadamu wanywe, hakina tatizo. Alafu upande wa pili, lakini gongo tap tap, huu ni ulevi mchafu. Usijifanye una akili mbele ya mtume Mtume anasemaje? Kullu muskirin khamrun, kila chenye kulevya ni ulevi. Hata kama wali ukiula unalewa, ni ulevi kwako, uache. Hata kama uji wa ngano ukinywa unalewa, ni ulevi kwako haramu, wache. Wa kullu khamrin, na kila ulevi haram. Kullu bimaana kulliya, sio kullu bimaana juz'iya, kwamba baadhi ya ulevi ni halali, baadhi ya ulevi ni haram. La, hii kullu kullu bimaana kulliya